Ni furaha kuwa na ninyi tena mahali hapa, ni jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu. Basi leo hii katika kushirikishana kwetu, na tamani tupate kushirikishana kitu kidogo sana, lakini chenye nguvu kiroho ambacho ni faida za sala ya pamoja, hasasa sala ya Rozari Takatifu inayosaliwa kwa pamoja. Tutaongozwa na maneno ya maandiko matakatifu kutoka katika kitabu cha Mathayo sura ya kumi na nane aya ishirini yanayosema kwamba maana popote wakusanyikapo wawili au watatu kwa jina langu mimi nipo kati yao. Hayo ni maneno ya Bwana wetu Yesu Kristu aliyoasema katika kitabu cha Mathayo sura ya kumi na nane aya ishirini kuonyesha nguvu ya sala ya pamoja, nguvu ya kukusanyika pamoja wa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Basi faida nitakazozitaja za sala ya Rozari Takatifu ya pamoja nitazitoa moja kwa moja katika kitabu cha Siri za Rozari ambacho kimeandikwa na Mtakatifu Louis wa Montfort. basi wengi tunajua sala ya Rozari Takatifu na tumekuwa tukisali sala ya Rozari Takatifu, pengine mmoja mmoja au wengine wanabahatika kusali kwa makundi. Wengi tunajua pia ule utaratibu wa kusali sala hii kwa kupokezana kwamba kwa mfano tunaposali sala ya Salamu Maria au wanasali upande wa kwanza wa sala na kundi fulani wanasali upande wa pili wa sala. Basi hicho ndio kitu ambacho mi nakizungumzia faida zake katika video hii. Basi twende moja kwa moja katika faida ambazo zimeandikwa katika kitabu cha Siri za Rozari kilichoandikwa na Mtakatifu Louis kwa Montfort. Faida ya kwanza ni kwamba wakati mtu anasali kwenye kundi akili yake huwa iko makini sana, tofauti na mtu anaposali peke yake. Mtu unapokuwa unasali kwenye kundi, hasa katika ule utaratibu wa kupokezana sala, mtu akili yake inakuwa makini sana, na tukumbuke sala ni, ni muungano kati ya maneno ambayo mtu anayatamka, lakini pia na akili yake anatakiwa kuwa ameiweka katika yale anayoyatamka, anayamaanisha vizuri ili sala yako iwe na nguvu lazima akili yako umakini wako uwe, uweke moja kwa moja katika yale unayoyasema. Basi faida ya kwanza ni kwamba akili ya binadamu huwa inakuwa makini sana, hasa anapokuwa anasali katika kundi, hasa katika ule mfumo wa kupokezana sala ya Rozari Takatifu, akili yake inakuwa makini sana na sala inakuwa na nguvu, kwa sababu mtu anatamka, lakini anachokitamka pia anakifikiria. Eh, yaani kinatoka moyoni, tofauti na mtu anavyosali peke yake. Mara nyingi ni rahisi sana kutoka katika mawazo kuanza kufikiria vitu vingine na kuishia kutamka tu maneno bila kumaanisha kile anachokisema. Kwa hiyo faida ya kwanza ni hiyo, sala yako inakuwa na nguvu kwa sababu unahusianisha akili yako pamoja na yale unayoyatamka na yanapata maana halisi kwa sababu unakisema kitu kutoka moyoni na ndio sala inapotakiwa kuwa. Faida ya pili ni kwamba tunaposali sala ya Rozari Takatifu, tukumbuke kwamba sala yoyote unapoisali ni vizuri kuwa katika hali ya neema. Na mnaposali sala ya Rozari katika kundi, huwa hakukosekani watu ambao wapo katika hali ya neema, na wale watu pengine ni wadhaifu kiroho. Kwa hiyo mnaposali na watu ambao wapo katika hali ya neema inasaidia kuwainua wale watu ambao ni wadhaifu kiroho, sala yao inapata nguvu. Kumbe inaposaliwa vile kwa pamoja, hata wale watu ambao walikuwa hawapo katika hali ya neema, sala yao inapata nguvu kwa sababu ya wale watu wanaowainua ambao wapo katika hali ya neema. Tunakumbushwa katika maandiko matakatifu, Ibrahimu alipopata nafasi ya kuongea na Mungu, Mungu alimwambia kwamba hata wale watu kumi na tano, watu kumi wema katika Sodoma na Gomora, basi sitateketeza hiyo miji. Kumbe Mungu alionyesha kwamba ni jinsi gani watu wachache ambao wanaishi kweli, ambao wapo katika hali ya neema, wana nguvu ya kuwaokoa na watu wengine ambao pengine hawapo katika hali ya neema, wapo katika hali ya dhambi. Kumbe unaposali katika kundi, mnainuana wale watu ambao wapo katika hali ya udhaifu, sala yao inapata nguvu kwa sababu ya wale watu ambao wapo katika hali ya neema. Lakini faida nyingine ya tatu ni kwamba unaposali hii sala ya rozari peke yako, unapata faida ya kusali rozari moja kama ulivyosali rozari moja. Lakini unaposali sala ya rozari katika kundi, tuseme labda mpo watu kumi, mnasali sala ya rozari takatifu, unapata faida sawasawa sawa na mtu aliyesali rozari kumi. Mtakatifu Louis de Montfort anasema sala ya pamoja ni sala ya wote. Kumbe faida ambayo ungepata unaposali sala hii peke yako inajiongeza mara kumi. Sasa unapata faida sawasawa sawa na mtu aliyesali rozari kumi. Tunajua kuna ahadi za sala ya Rozari Takatifu. Tunajua mambo mengi, tunajua shuhuda nyingi zinazotokana na sala ya Rozari Takatifu. Kwa hiyo unaposali sala hii katika kundi unapata faida sawasawa sawa na mtu aliyesali rozari mara idadi ya watu ambao wapo katika katika kundi hilo. Lakini pia salahi ya rozari takatifu inayosaliwa kwa pamoja katika kundi, faida yake nyingine ni kwamba inasaidia kutuliza hasira ya Mungu. Mara nyingi katika historia ya Kanisa Katoliki kumekuwa na matamko yanayotolewa na Kanisa, kwa mfano, kunapotokea changamoto fulani katika dunia au katika taifa, unakuta kanisa linatoa wito kwa watu kusali kwa pamoja hmm. Zile sala za umma, sala za pamoja. Hii huwa ni kwa sababu ya nguvu ya sala ya pamoja, na nitatoa mfano. Kulipotokea vita ya Lepanto, kama unafahamu hilo, vita ya Lepanto ilipiganwa kati ya vikosi vya wanamaji wa Uturuki na makundi ya Wakristo wa Ulaya vita hii ilikuwa ni vita ambayo jeshi la makundi ya Wakristo lilikuwa ni dhaifu sana, lilikuwa ni dogo sana kiasi kwamba lisingeweza kabisa kushinda vita ile dhidi ya vikosi vya wanamaji vya Uturuki. Mnamo mwaka elfu moja mia tano sabini na moja, vita hii ilipiganwa tarehe saba mwezi wa kumi tarehe saba mwezi wa kumi mwaka elfu moja mia tano sabini na moja lakini ushindi wa makundi ya Wakristo ilikuwa ni kwa sababu Papa Pyusi wa tano alitangaza kipindi kile kwamba Wakatoliki wote walioko Ulaya wasali rozari, wainue rozari zao, waweze kusali rozari za umma, waweze kusali kwa pamoja. Wito ule ulipelekea ushindi wa vikosi vya makundi ya Wakristo licha ya kuwa ni kikosi kidogo, licha ya kuwa ilionekana kama ni kundi dhaifu, ushindi ambao haukutegemewa ulitokea, na hii ilikuwa ni kwa sababu sala ya pamoja siku zote huwa ina uwezo wa kutuliza ghadhabu ya Mungu, kutuliza hasira ya Mungu. Basi na ushindi huo ulimpelekea Papa kuanzisha sherehe ya Bikira Maria wa Ushindi ambayo ilikuwa inafanyika tarehe saba mwezi wa kumi kila mwaka, na baadaye ikaja kuitwa sherehe ya Bikira Maria Mama wa Rozari Takatifu. Kumbe tumepata kuona faida za kusali sala ya Rozari ya pamoja, hasa katika ule utaratibu wa kupokezana sala ni sala ambayo inakuwa na nguvu sana. Ni sala ambayo inawainua wanyonge. Ni sala ambayo inatuliza ghadhabu ya Mungu. Ni sala ambayo ina nguvu kweli kweli. Kumbe nitoe wito kwa yeyote ambaye umepata nafasi ya kusikiliza video hii kwamba unapopata nafasi ya kusali Rozari ya pamoja, basi usiache hiyo nafasi na kama upo katika mazingira ambayo inawezekana kusali sala hii ya Rozari kwa pamoja na ndugu jamaa na marafiki, au katika jumuia, au kukutana kanisani, basi fanya hivyo. Kusanya watu muweze kusali sala hii ya Rozari kwa pamoja kwa sababu ya faida ambazo tumepata kuziona ambazo zimeandikwa kama zilivyo, pia katika kitabu kilichoandikwa na Mtakatifu Louis wa Montfort. Basi tupate kujifunza hayo na tusiache kusali sala hii ya rozari. Lakini katika hizo faida zote, kubwa kuliko yote, usiache kusali sala hii ya rozari takatifu kwa sababu pengine ya vizuizi mbalimbali mbali. Au kwa sababu pengine huwezi kusali na wenzako, labda pengine mazingira hayaruhusu kusali rozari na wengine au sala zozote na wengine, unaamua kwamba oke, sasa mimi siwezi kusali hapo. Sasa inakuwa si sawa. Kama mazingira hayakuruhusu kusali katika kundi, sali mwenyewe. Muhimu ni ku ni kusali. Na kama ma mazingira yanaruhusu kusali katika kundi, basi Mwenyezi Mungu ashukuriwe na uweze kusali katika katika kundi. Basi ni kuache na hiyo, na imani tumepata kujifunza hayo, tufunge. Kwa jina la Baba, na Mwana, na Roho Mtakatifu. Amina. Salamu Maria umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako umebarikiwa. Maria Mtakatifu, Mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu.